Ni wakati haba, mwingine msikilizaji wa haba na haba, tunakuletea makala hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Haba na haba ni makala inayojikita katika suala la utawala bora nchini Tanzania, kwa kutaja mifano halisi ya maisha, changamoto na mafanikio. Mimi ni Halima Kassim, lakini niko na mwenzangu hapa. Mimi ni Yusufu Mazim, na makala ya leo ya haba na haba tunajadili kuhusu tatizo la watoto kuzaliwa na vichwa vikubwa na mgongo wazi nchini Tanzania. Mtoto yani, siku ya kwanza tu kuzaliwa ndo tulimgundua na tatizo hilo hapo, tukamkuta mgongoni kule kafanya nundu, alafu ina kidonda ile nundu yake. Takwimu kutoka wizara inayohusika na masuala ya afya nchini Tanzania inaonyesha watoto zaidi ya elfu nne huzaliwa kila mwaka na tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi, na yapo madhara mengi yanayojitokeza kutokana na tatizo hili ikiwemo mifarakano kwenye familia. Leo hii, yani, nanyanyasika kiasi hiki kisa hali ya mwanangu, yaani eh, bado unaendelea? Sio haya, toka, toka nasema toka na kiumbe chako kwenye nyumba yangu. Swali tunalouliza leo nije jitihada zinazofanywa kuelimisha jamii kuhusu madhara ya tatizo hili na hatua zinazochukuliwa zinatosha na hiyo ndio mada kuu katika makala hii ya Haba na Haba. Na kushiriki nasi tuma ujumbe wako kupitia 0785236938 na kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook kupitia BBC Haba na Haba, na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC underscore Haba na Haba. Noeli Mwakalindile anaeleza kwa muhtasari ukubwa wa tatizo hili ukoje hasa kitaifa. Tatizo la watoto wanaozaliwa na vichwa vikubwa na mgongo wazi linaonekana kuwa kubwa nchini Tanzania, ambapo katika kila watoto elfu nne wanaozaliwa kwa mwaka, wawili au watatu miongoni mwao wanazaliwa na tatizo hili. Lakini pia ukichukua hawa watoto wawili au watatu, tunawasema kwa ujumla, wanaozaliwa wakiwa na tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi kwa mwaka, nao pia wanazidi elfu nne. Madaktari wanasema ni vyakula vyenye foliki asidi kama mbogamboga za majani ndio kinga sahihi kwa mama mjamzito kumkinga kujifungua mtoto mwenye tatizo hili. Kwa mujibu wa wizara ya afya nchini Tanzania, ni hospitali ya rufaa ya taifa ya Muhimbili pekee kupitia kitengo chake cha mifupa yaani MOI, ambayo ina asilimia mia moja ya kufanya upasuaji wa kutibu tatizo hili. Hospitali hiyo hupokea watoto takribani watano mpaka sita kwa wiki, wakati idadi ya watoto wanaozaliwa na tatizo hilo ikizidi kuongezeka, imedhirika kwamba Tanzania ina vituo vinne tu vya matibabu hayo pia ina madaktari tisa tu wenye ujuzi wa kuendesha matibabu ya ugonjwa ama tatizo hilo. Sasa ongezeko la idadi ya watoto wenye tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi na nyenzo za kulikabili zinatoa ahueni ya kulififisha tatizo hili na madhara yake, hilo ndio swali kuu la kujiuliza hapa. Ni Noeli Mwakalindile huyo akitoa picha ya ukubwa wa tatizo hili nchini Tanzania. Lakini kabla ya kulitazama kwa matukio halisi, hapa kuna igizo fupi lililoandaliwa na timu ya Haba na Haba mtoto shule atapate elimu ni atafaidika, Bashukuru. Afadhali umerudi, mume wangu. He, basi tuongee kidogo, tutaendelea na ugomvi mpaka lini? mume wangu, hebu nitokee hapa, tuongee. tuongee nini? La, nimesema tafuta pa kwenda na hicho kiumbe chako Nakupa siku kadhaa tu, Bashukuru. Jamani, kwa nini unanitesa kiasi hiki, kisa huyu mtoto? Nimeshakueleza mara ngapi kuwa tumepata mtoto wa hali hii na... hii kwa sababu nilikuwa situmii vyakula vya foliki asi. Maje, hii ni laana umeleta humu ndani, na usiendelee kuniuliza maswali, nitakupa kichapo sasa hivi. Tena toka hapa, kali yangu Sia nini? Mungu wangu jamani, yaani leo hii nanyasika kiasi hiki kisa hali ya mwanangu. Yaani bado unaendelea? Sio, haya toka, toka nasema, toka na kiumbe chako kwenye nyumba yangu. Ni igizo fupi kutoka timu ya Haba na Haba, Halima. Igizo hili linatuonyesha tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi linavyoweza kupokelewa kwa namna tofauti miongoni mwa wanafamilia kutokana na viwango tofauti pia vya uelewa. Kutazama sasa hali halisi, mwandishi wa Haba na Haba, Wini Frida Mayao, anasimulia jinsi familia ya mama Halfan Hamad inavyouguza mtoto mwenye tatizo hili kwa zaidi ya miaka miwili hivi sasa. Ni eneo la pwani Mchangani, takriban kilomita arobaini kutoka mjini Unguja. Nyumbani kwa mama Hasani Halfani Hamadi. Hapa anaishi na familia yake ya watu tisa akiwemo mtoto wa miaka miwili na nusu mwenye ugonjwa wa kichwa kikubwa na mgongo wazi. Namkuta mama Hasani akicheza na mwanaye hapa Baka. Asante. Hebu tupe maelezo mafupi kwanza kuhusiana na mtoto na hali yake. Mtoto yani, siku ya kwanza tu kuzaliwa ndo tulimgundua na tatizo hilo. Hapo tukamkuta mgongoni kule kafanya nundu, alafu ina kidonda ile nundu yake hmm. Kwa hiyo hapo hapo tutukakimbilia hospitali, siku ya ishirini na tatu akafanywa operesheni wa mwanzo wa kichwa, yani ashanti wamemtia mpira wa pili akafanywa spinal bifida ambao ndo mgongo. Hali ya kichwa haikuwa ya kawaida, kuanzia kwenye paji la uso hadi kichogo ilikuwa unaweza kama ukiweka kidole basi kinaweza kubonyea mpaka ndani. Baada ya kufanywa operation, wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano, ndo alifanikiwa, kwa sababu operation kama mbili zilifeli, na kichwa chake ndo kipo vizuri hicho hapo. Daktari waliwaambia tatizo ni nini? Kwa kweli tulipofika kule hospitali, labda mimi nilizania labda niko peke yangu, lakini baada ya kufika niliwakuta watoto 50. Kwa hiyo sikuona kama kuna jambo la ajabu, niliona labda ni maradhi tu yametokea kwa watoto wote. Tatizo zaidi sijalijua mpaka sasa hivi limesababishwa na nini kutokana na mtoto mpaka sasa hivi muda alofikia kwamba hajakaa kitako na bado hajaweza kuchezesha hii miguu kama kawaida kama wenzake. Kwa hiyo nikawa namuuliza, "Je, itakuwaje baadaye huyu ataweza kushika?" Akanambia ndio baadaye ataweza kushika, lakini mpaka ufike umri wa miaka 15 ndo atakuwa yuko vizuri zaidi kwa sababu kukua kwake hakui kama wale watoto wengine. Anakuwa kidogo kidogo. Kuna chochote ambacho mlikuwa mkielezwa kuhusiana na lishe? Tunaikwa pamoja, tunaikuwa kama mkutano hivi alafu tunakuwa tunaambiwa na madokta wale, kama mtumie vyakula bora, mpate muda wa mapumziko, kazi kama nyingi nyingine tupunguze. Na wewe ulikuwa unakula chakula gani zaidi ukiwa mjamzito? Ah, mimi nikiwa mjamzito napenda vyakula vitamu. Mm-hmm. Kama chakula gani? Napenda sana ndizi, viazi mbatata vile, samaki, una vyakula vingine na kwa siviwezi. Ah, hebu ni msalimie kidogo Hassan, naye ni <coughs> <Lani ankia? tos> Takulia usilie mm. Lakini anakula vizuri eh, kula anakula vizuri, isipokuwa vyakula vyake lazima vilaini, hawezi awezi kula vya kula vigumu. Baada ya kuzungumza na Mama Hasani, nimelazimika kumfuata Baba Hasani akiwa katika pirika za kuhudumia kuku hapa nyumbani, na hapa anaanza kwa kukiri hawakuwahi kuuliza wataalamu nini hasa chanzo cha tatizo la mtoto wao. Tusiseme uongo, hili unalotuambia lilikuwa liko mbali kidogo. Kwa hivyo leo tumepata ukumbusho, tutajitahidi kwa njia nyingine kuwauliza madokta lakini, uh, hasa wanashauri nini cha kuzingatia kuhusiana na mtoto seu ametupa ushauri kuwa afanyishwe mazoezi ili makusudi hali yake rudi ya kawaida, sijui tutafanya vipi. Na mwisho, nakumbuka mama Hassan, alikuwa anakula nini akiwa mjamzito? Hakula chakula kibaya, alikuwa anajitahidi. ndizi, ndizi supu, supu anakula za nyama, za samaki, anajitahidi. si haba kwa hilo. Kama ilivyo kawaida katika maeneo mengine duniani, baadhi ya watoto kuzaliwa na tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi. Tatizo hilo pia linawakabili baadhi ya watoto hapa Zanzibar. Ni Winifrida Mayawa kutoka Zanzibar. Haba na Haba inadadisi kuhusu uelewa wa wazazi nchini Tanzania kuhusu tatizo hili. Hidaya ya Juma ni katibu wa chama cha wazazi wenye watoto wanaozaliwa na vichwa vikubwa na mgongo wazi. Anaanza kwa kueleza kwa nini wameamua kuanzisha chama hicho. Uh, mimi kama mzazi pamoja na wazazi wenzangu tulifikiria kuanzisha chama hichi kwa sababu, kwanza kupeana elimu sisi wenyewe kama wazazi, kwa sababu wengi tulikuwa tunakutana nao pale, walikuwa hawajui tatizo ni nini na walikuwa wanakimbilia kwa waganga kienyeji, lakini pia kuihamasisha jamii ili iweze kuelewa kwamba hili tatizo lipo na linatibika. Unadhani jukumu la nani kuelimisha jamii juu ya swala hili? Uh, ni jukumu letu wote sisi kama wazazi, jamii kwa ujumla, lakini na serikali pia. Ni changamoto zipi zinakumba uh, juhudi za kutatua tatizo hili? Ah, changamoto kubwa bado uwanja wa kupeana elimu unakuwa ni mfinyu. Unajua, sisi kama wazazi tunajitolea kutoa hii elimu, lakini sasa kuna sehemu nyingine ili uweze kufika unahitaji kuwezeshwa pia, na wakati mwingine tunapata wazazi ambao nawao tunataka tuwatumie watu kama mabalozi wetu kule. Kutokana na hali ngumu za kiuchumi, mtu anashindwa kwenda kufanya lile jambo kwao, unakuta bado tunakwama kwa namna gani mnaona chama chenu kinasaidia kupunguza tatizo nchini Tanzania? Ah, uh, sisi kinasaidia kwa sababu tunatoa elimu moja kwa moja kwa mzazi na kwa jamii moja kwa moja, lakini pia kwa kushirikiana na benki ya dunia tulianzisha uh, chang, yani kama kuhamasisha viwanda kuweza kuweka virutubisho vi ambavyo vinaitwa folic acid, ambavyo hiki ni chanzo kikubwa cha hili tatizo kwenye vyakula, na tunaona kweli vinawekwa kwenye vyakula. Mnaona mnafanikiwa katika hili? Tunaona ndiyo, tunafanikiwa. Mnadhani tatizo hili litaweza kuisha ama kupungua kwa kiasi kikubwa? Mm, tatizo kuisha kusema kweli haliwezi kuisha, lakini litaweza kupungua kama sisi wote tutaweka juhudi ya pamoja katika kuhamasisha, hasa katika kinga, kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo sisi kama chama, jamii na serikali tukae tujipange upe kuangalia katika kuhamasisha zaidi katika kinga. Tumemsikiliza Hidaya, katibu wa chama cha wazazi wenye watoto waliozaliwa na tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi nchini Tanzania. Bado anaonyesha wasiwasi kuhusu kumalizika kwa tatizo hili na anakiri pia kwamba ipo changamoto kubwa sana ya kufikishwa elimu ya namna ya kujikinga na tatizo hilo kwa jamii. Tutasikia kuhusu wajibu wa, wa serikali katika hilo, lakini kwa sasa hivi sister Hauladi Daudi, yeye ni mtaalamu wa lishe pamoja na mambo mengine, anafafanua kuhusu madhara ya tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi kwa upande wa nchi inapata madhara kwa sababu, unakuta wakina mama hawa wengi wanatoka mbali na majumbani kwao na wanatumia muda mwingi sana kuwahudumia watoto. Kwa hiyo kwa kwenda kwenye uzalishaji inawashinda, na hawa watoto mara nyingi unakuta mama lazima awe karibu naye ili aweze us lishe ya watoto hawa wenye tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi, lishe yao ikoje? Ulishaji wao unakuwa tofauti kidogo, kwa sababu wanapokuja hapa kwetu tuna program ya kuwapa maziwa ambayo sisi tunaita maziwa dawa ili kurekebisha afya zao. Kuna uji pia wanapikiwa kwa ajili ya kurekebisha hizo afya zao kwa tayari kwa kusubiria siku za kufanyiwa operation. Mazungumzo haya ya mtaalamu huyu wa lishe yanatusogeza katika kuangalia nini kinafanywa kukabili tatizo hili. Ukitukisha toboa maji yatapita na kichwa kitaanza kupungua. Aina ya pili ni upasuaji wa kutumia mpira maalum. Msikilizaji, kumekuwa na jitihada nyingi za kupambana na tatizo hili ili kujenga taifa lenye watu wenye afya bora. Tutasikia muda mfupi ujao kuhusu jitihada hizo, lakini kwa sasa nikukumbushe tu kwamba swali ambalo tunauliza leo, jitihada gani zinafanywa kuielimisha jamii kuhusu madhara ya tatizo hili na hatua ambazo zinachukuliwa zinatosha? Msikilizaji, mm -hmm. Ah. uh -huh. Tumesikia japo kwa ufupi kuhusu madhara ya tatizo la vichwa vikubwa, lakini madaktari wanathibitisha kwamba tatizo hili linaepukika na linatibika. Taasisi ya Mifupa MOI katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili ndipo watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi wanafanyiwa upasuaji na kuwarejesha katika hali yao ya kawaida. Halima Kasim amefanya ziara hapo na mwenyeji wake ni Dkt. Othman Kiloloma, yeye ni daktari bingwa wa tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi nchini Tanzania, ambaye pia ni mkurugenzi wa Taasisi ya Mifupa ya MOI katika hospitali hiyo ya Muhimbili. Hapa ni eneo ambalo watoto wanaosubiri kufanyiwa upasuaji wanakaa hapa, upasuaji wa kichwa kikubwa na mgongo wazi. Na baada ya hapo huchukuliwa kwenda kulazwa na kuingizwa theater. Hivyo ni mlango huu ambao na uona ndo wa kuingia kwenye sehemu ya upasuaji, ndio mlango wa kuingia theater. Na huku ndani hapa Moi tuna theater tano za lamina floor, na tunakuwa tunafanyia upasuaji watoto hawa takriban kila siku. Basi tuingie hapa ili niweze kuzungumza na mmoja wa wazazi basi ambaye mtoto wake amefanyiwa upasuaji. Tangu amefanyiwa upasuaji, unaona hali yake ikoje? Ikoja kwasema namshukuru Mungu aendelea vizuri. na ana umri gani? miezi miwili. Kabla ya hapo, ulipataje taarifa ya kwamba unaweza ukaja hapa na mtoto akafanyiwa upasuaji? Mimi nilipomzaa nikamkuta na tatizo, nikaenda hospitali Kitete. Mimi natokea Tabora Fika pale, walivyomwona madaktari wapo muangalia, hatuna huduma na moi mi mbili kwa pembeni, nimemtafuta nauli, nikaa nimemleta. Kuna ufahamu wote ambao unao, kwa nini watoto wanapata tatizo hili au wanazaliwa na tatizo hili hili? Hata sina ufahamu, ila wanavyosema madaktari na watu wengine kwamba ni folic acid inasababisha mpaka mtoto anazaliwa na matatizo kama haya hapa, ambao sio kina mama tunakuwa hatuni So, si mama si wengine wanaweza kuelimishwa sasa hivi, hawafahamu hasa chanzo. Vichwa vikubwa na mgongo wazi, chanzo ni nini daktari? Kwa upande wa vichwa vikubwa tatizo kubwa, ningeanza kwa kueleza kwamba wote ndani ya kichwa tuna maji, tunazalisha katikati, yanakuwa na chemba maalum zinaitwa lateral ventricle, yanasafiri kwenda chemba nyingine, na kisha yanakuja yanazunguka ubongo, na haya maji yanatakiwa kunyonywa kwa hiyo mfumo huo unapotokea umeharibika au hujatengenezwa unavyotakiwa, basi yale maji yanazalishwa hayana pa kwenda, kichwa kinakuwa kikubwa. Lakini hili ndio tatizo la kwanza. Lakini kwa upande wa mgongo wazi, hawa watoto, stadi zinaonyesha kwamba kuna, kuna upungufu wa, wa virutubisho aina ya folic acid, inasababisha tatizo hili, na inabidi ule virutubisho hivi kabla hujapata ujauzito, kwa sababu hili tatizo linatokea wiki sita baada ya kupata ujauzito ndiko kipindi ambacho mishipa ya fahamu inajitengeneza. Dokta, kwa nini uh, jambo hili linakwenda sambamba? Kwa nini vichwa vikubwa na mgongo wazi? Kwa nini tu isiwe vichwa vikubwa ama kwa nini lisiwe tu tatizo la mgongo wazi? Kwa sababu yote mawili yanahusisha mfumo wa mshipa wa fahamu. Kichwa kikubwa kinahusisha tatizo lililopo kwenye ubongo na mgongo wazi anahusisha tatizo lililopo kwenye spinal cord ambayo ni uti wa mgongo. Kuna upasuaji wa aina mbili. Tuna upasuaji wa kutumia darubini maalum tunaita ETV. Tunaweka tobo dogo juu ya kichwa pembeni ya utosi upande wa kulia tunaingiza chuma mpaka katikati ya chumba cha chumba cha tatu cha ventricle, na tunatoboa kuruhusu maji yatoke kwenye chumba kimoja kwenda chumba kingine, ambako tunaita prepontine area. Kwa tukishatoboa maji yatapita na kichwa kitaanza kupungua. Aina ya pili ni upasuaji wa kutumia mpira maalum. Yote haya yanachukua muda gani hasa? Takriban kwa operation moja inaweza ikachukua kati ya dakika 45 mpaka saa moja, lakini mara nyingine inakwenda saa moja na nusu hadi mawili, kwa sababu upatikanaji wa mishipa ya damu kwa watoto na uamkaji wao theta huwa ni wataratibu. Na kwa siku mnaweza kufanyia watoto wangapi upasuaji? Kwa kila meza moja tunaweza tukafanya kati ya watoto wanne mpaka watoto sita. Ukiweza kuwahi kufanya operation mapema, wanakuwa vizuri sana, anakuwa mtu wa kawaida kama mimi na wewe na anaweza akafanya kazi kama mtu mwingine yoyote mzima. Kuna malipo yoyote ya ambayo yanafanyika? Watoto wadogo hawalipii. Sera mama ya nchi inasema watoto wote chini ya miaka mitano wanatibiwa bure kabisa. Taarifa hii inatupa picha kuhusu chanzo cha tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi lakini pia upatikanaji wa taarifa na matibabu yake. Hata hivyo, kumekuwa na jitihada mbalimbali kutoka taasisi na mashirika binafsi kusaidia kuongeza uelewa kwa jamii na pia kusaidia tiba kwa watoto wenye matatizo haya. GSM Foundation ni shirika lililoanzisha kambi tiba katika miji mbalimbali mbali nchini Tanzania. Halfan Kiwamba ni afisa habari wa shirika hilo ambaye pamoja na mambo mengine anaelezea haba na haba kwa nini wanajihusisha na shughuli hizo. Watoto elfu nne kwa mwaka huwa wanazaliwa wana matatizo ya kichwa kikubwa na mgongo wazi, lakini wanaoweza kufika hospitali kwa ajili ya tiba ni watoto mia tano mpaka mia sita Tulichofanya tukaanzisha kambi, tunatoka na madaktari bingwa takriban timu ya watu kumi, na sisi GSM Foundation, wagonjwa wanakujwa pale na madaktari wapale pia wanapewa knowledge kutoka kwa madaktari wa Muhimbili. Mnauona huu ni mpango endelevu? E, sisi mpango wetu ilikuwa ni kufanya nchi nzima Hizi jitihada zote mnazozifanya mnaona zinatosha? Uh, kwa sababu changamoto ni nyingi. Kwa hiyo sisi kama JSM tumeona tumwanangua tutibia kama tuta tu, hiifes tutatibia watoto mia saba mia sita tutakuwa tume kidogo tumelifanyia jambo fulani la kukumbukwa. Kutokana na maelezo ya afisa huyu wa habari wa GSM, tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi nchini Tanzania linaonekana kuhitaji jitihada za nguvu zaidi za kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu tatizo hili na namna ya kukabiliana nalo. Ni jambo ambalo serikali kupitia kwa waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Umi Mwalimu, inakiri kuwajibika nalo moja kwa moja si, Hasa wizara ya afya ndiyo wajibu wetu kutoa elimu kwa jamii kuhusu suala hili, na, na tumekuwa tukitoa tumekuwa tukitoa m, kupitia wahudumu wa afya ya jamii, lakini kupitia vyombo vya habari. Kwa hiyo labda kinachotakiwa na ni kile ambacho tunatakiwa kufanya ni kuongeza sasa uelewa kuongeza jitihada zetu, kuongeza nguvu katika kutoa elimu ili sasa wananchi wajue kwamba tatizo la kuzaa watoto wenye vichwa vikubwa linaepukika na ni jambo ambalo kwa kweli linawa linaumiza sana wanawake. Nimekutana na mwanamke wa ametoka Simbawanga, mtoto ana miaka minne, kichwa kikubwa. Mtoto hakai, mtoto hasimami, mtoto hatembei. Maana yake yule mama hawezi kufanya shughuli za uzalishaji, hawezi kwenda shambani, hawezi kuchota maji. Kwa hiyo pia ina madhara makubwa sana katika pia kuondoa umaskini kwa wanawake, hasa walio vijijini. Pamoja na hayo, kwa nini tatizo hili linaongezeka? Linaongezeka li, li kwa sababu ya uwepo wa uelewa wa jamii ya tatizo hili na, na ni jambo ambalo kwa kiasi kikubwa linaweza kuzuilika. Linaweza kuzuilika pale ambapo mwanamke kabla hajapata ujauzito akaweza kupata kuna virutubisho fulani tunaita folic acid. Kwa hiyo unaweza ukaona linaongezeka kwa sababu kumekuwa na ongezeko pia la uelewa kwa jamii juu ya athari hii, kwa sababu ni takriban asilimia kumi tu ya watoto ambao wanazaliwa na vichwa vikubwa ambapo wanapata huduma za upasuaji mapema, wengine wote wanabaki nyumbani. Halima, umemwelewa ama umeelewa vizuri maelezo ya waziri? Nimeelewa lakini kuna hoja hapa mm -hmm, ile upatikanaji wa huduma muhimu kwa ajili ya watoto hawa wanaozaliwa na tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi. Takwimu zinaonyesha vipo vituo vinne tu nchi nzima vya matibabu na madaktari ni tisa tu pekee wenye ujuzi wa kutibu tatizo hili, na waziri anakiri changamoto hiyo. Nikiri kwamba ipo changamoto ya, ya, ya upatikanaji wa huduma, hasa katika wilaya na mikoani, kwa sababu huduma hizi za upasuaji zinapatikana katika hospitali yetu ya moi ambayo iko Dar es Salaam lakini pia sasa hivi tunataka kuhakikisha zinapatikana katika hospitali za rufaa za kanda na tayari nilishatoa maelekezo kwa moi kuhakikisha pia wanajenga uwezo wanajengea uwezo hospitali za rufaa za mikoa ili waweze pia kutoa huduma za upasuaji kwa watoto wanaozaliwa na vichwa vikubwa ni kweli kwamba wanazaliwa watoto zaidi ya elfu nne lakini ambao wanafika kupata matibabu hawazidi watoto mia tano kwa hiyo hili ni changamoto kwetu , lakini pia ni kwa sababu wananchi hawajapata uelewa, na ndio maana nilifurahi sana kuona Moi ikishirikiana na GSM Foundation kwamba imeanzisha kampeni maalumu ya kutoa huduma za upasuaji kwa watoto wa vichwa maji. Kwa kweli jambo hili ni kubwa, jambo hili ni jema na mimi niwapongeze, lakini naamini kwamba linalotakiwa ni kuweka sasa utaratibu mzuri baadaye wa kuendesha vizuri kampeni hii. Lakini pia zipo, zipo imani za, za, za wananchi kwamba na hisia kwamba kuna wengine hawa watoto wana, wanafichwa majumbani kuna wengine pia wanauliwa. Kwa hiyo mimi nitoe tu rai kwa, kwa wananchi, kwa jamii kwamba suala la mtoto kuzaliwa na kichwa kikubwa ni jambo ambalo lina matibabu, linatibika, ila muhimu tu kwamba tujitokeze mapema ili kuweza kupata huduma hizi. Maelezo haya ya waziri wa afya ya maendeleo ya jamii jinsia, wazee na watoto, Umi Mwalimu, yanahitimisha Haba na Haba ya leo. Tunahitimisha na ujumbe wako uliotutumia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Swali tulilouliza leo ni je, jitihada zinazofanywa kuelimisha jamii kuhusu madhara ya tatizo hili na hatua zinazochukuliwa zinatosha? Sara Mkongwa anasoma ujumbe wa wako msikilizaji Bonifasi Steven wa Katoro, Geita. jitihada zinatosha, lakini elimu zaidi itolewe kwa wananchi, kwani wengi wamekuwa wakihusisha na imani za kishirikina. Ujumbe wa wako msikilizaji kupitia Facebook, nianze anze naye Senzota Mchala wa Same. Bado jitihada zinazofanyika na hatua zinazochukuliwa hazitoshi katika kuhakikisha kuwa tatizo hilo linatatuliwa, cha msingi waongeze bidii katika hilo. Lazaro Chubwa wa Kahama, elimu itolewe ili watambue madhara juu ya vichwa vikuu. Bwa. Juma Majuto wa Nzega Tabora, elimu itolewe vyema sehemu ambazo huduma za afya za jamii haziwafikii kikamilifu, hasa vijijini, kuondoa desturi potofu. Asanteni kwa kunikaribisha studio. Ni Sara Mkongwa huyo msikilizaji tumehitimisha makala ya leo, na kwa niaba ya timu nzima ya Haba na Haba, msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti. Wadhamini ni Idara ya Kimataifa ya Maendeleo ya nchini Uingereza. Nilikuwa hapa na mwenzangu Halima Kasim, mimi ni Yusufu Mazim. Asante kwa kuwa nasi na kwaherini kwa sasa.